Matumizi ya matehama yameendelea kuwa nguzo muhimu katika kuboresha huduma za mahakama na kusogeza kasi ya usikilizaji wa mashauri. Mwaka 2025, mfumo wa usimamizi wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, yani ECMS, uliendelea kuimarishwa na kuunganishwa na wadau 13 wa sekta ya haki, wakiwemo TLS Eura Lita na Jeshi la Magereza. Maboresho haya yamewezesha kubadilisha taarifa kwa urahisi kupunguza ucheleweshaji wa mashauri na kuharakisha taratibu za kisheria. Aidha, huduma za kimahakama kwa njia ya mtandao zimeimarishwa, hatua iliyosaidia kusogeza haki karibu zaidi kwa na ya wananchi bila gharama kubwa za usafiri. Jumla ya majengo mia mbili na tano ya, ya mahakama yameunganishwa kwenye mtandao wa JOTMPLS, hali iliongezeka kasi ya mawasiliano na kuimarisha usalama wa taarifa. Maboresho haya yameongeza uwajibikaji wa mahakama kwa kuwezesha ufuatiliaji wa mashauri kwa wakati halisi huku wananchi wakipata huduma za haki za uwazi zaidi na kwa gharama nafuu. Na katika kufanya maboresho hayo, marekebisho ya kanuni mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinaleta ugumu kwenye uendeshaji wa mashauri zimefanyika, ikiwa jumla kama ya kanuni kanuni kumi na tano zimefanywa marekebisho, pamoja na zingine kuundwa kanuni mpya. Mfano E, kwenye mashauri ya mirathi kumekuwa na utaratibu ambao umeboreshwa kwa ajili ya kuhakikisha mali za marehemu zinalindwa. E, tutaendelea kutoa e, mafunzo kuhusiana na matumizi haya mapya ya kanuni za mirathi ambapo sasa msimamizi wa mirathi anapaswa kufungua akaunti ya mirathi kwa ajili ya kuweka zile hela kabla ajagawa kwa mujibu wa maelekezo ya mahakama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wageni waalikwa, tarehe nane Oktoba mwaka 2025 mahakama iliweka mikakati ya kusikiliza mashauri ya kimkakati 2128 yanayohusu biashara, kodi, benki, ardhi na uwekezaji baada ya kubaini kuwa mashauri hayo yameshikilia kiasi cha shilingi za kitanzania trilioni 9 na bilioni 800.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 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na wageni waalikwa, mikakati iliyotekelezwa na mahakama kwa mwaka 2025 imeleta matokeo chanya ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi wa usikilizaji wa mashauri na kupungua kwa muda wa kusikiliza mashauri kuamuliwa, kupungua kwa mlundikano wa mashauri katika ngazi mbalimbali za mahakama, kuchochea uchumi wa taifa kupitia usikilizaji na uamuzi wa mashauri ya kiuchumi, kuongeza, kuongezeka kwa imani ya wananchi kwa mahakama na mfumo wa utoaji wake kwa ujumla, kuendeleza kwa amani nchini, hali iliyochochea utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Utoaji haki mapema ipasavyo kuwasaidia wananchi kujikita katika shughuli za uzalishaji na maendeleo, hivyo kuongezeka kwa ustawi wa taifa.